Katika video ya siku ya leo tunaenda kuona utengenezaji wa sabuni ya magadi hatua kwa hatua, mwanzo mpaka mwisho. Busana anaitwa Mwalimu Almasi kutoka Lodness Enterprises. Nimekuandalia kitabu pia, kinaitwa ujasiriamali ni ajira, kitabu ambacho nimekuandikia bidhaa nyingi, pamoja na sabuni hizi za magadi, sabuni tiba, sabuni za kuogea pamoja na sabuni za miche. Vilevile tuna madarasa WhatsApp ambayo unaweza ukajiunga na ukafundishwa hatua kwa hatua mpaka na wewe ukaweza. Kwa maelezo zaidi, namba zangu za simu hizo hapo kwenye dashboard, unaweza kuniteksi afu tukaanza somo letu. Karibu sana msikizaji. Uh, sabuni za magadi zinatengenezwa kwa malighafi kubwa tatu. Malighafi ya kwanza ni hii hapa ambayo ni mafuta ya mise, na nilikuwa na yeyusha hapa kwenye moto, kwa sababu yana asili ya kuganda. baada ya kuyeyusha na kuja kumimina kwenye kontena langu vizuri kwa kuyachuja. Ukiangalia po mkononi, nimeshika chujio kwa sababu nataka bidhaa yangu au sabuni yangu itoke klia kabisa, isiwe na matakataka au isiwe na uchafu ule ambao utaharibu show ya product yangu. Kwa sababu kumbuka kwamba sokoni watu wengi wanaangalia quality ya product. So ni muhimu sana na wauzingatie. Ikiwa utapenda kujifunza basi utanitext WhatsApp kupitia hizo namba au utajipatia nakala ya kitabu cha ujasiriamali ni ajira karibu sana. Baada ya kuimina mafuta, unakuja kupima kostiki. Kumbuka kostiki, nilizungumza katika video iliyopita. Hii kostiki inapaswa kuandaliwa siku moja kabla ya siku ya utengenezaji. Kama unatengeneza kesho, basi kostiki andaa leo. Unaipima kwa kifaa ambacho kinaitwa hydrometer na kuna kipimo maalum ambacho unatakiwa ukitarget pale, ili kupata product vizuri kabisa. Yes, mafuta yako tayari, caustic pia hii hapa iko tayari. Zingatia kuvaa vifaa kinga unapokuwa unazalisha sabuni ya magadi. Karibu kujifunza. Baada ya hapo basi, tunakuwa tuna mold ambayo tutaitumia. Uh, hii mold tutaitumia katika kumimina mkorogo wetu na ni moldi ya mbao ina bawaba inafunguka. Sasa tunachokifanya tunatandika nailoni, ile nailoni nyeusi hapa tunaitandika vizuri, ili kwamba mkorogo wetu unapokuwa kabla hujaganda unakuwa ni mlaini ni rahisi sana kupenya na mkorogo ukipenya basi unaweza ukamwagika na ukapata hasara. Kwa tunatandika nailoni namna hiyo na tunalifunga boksi letu, liko tayari. Kwa hiyo hapo, tunarudi kwenye mkorogo wetu, tunaanza kuchukua ile caustic solution ambayo tumekwisha kuipima na hydrometer, tunamimina taratibu kwenye ule mkorogo wetu. Aa, hapo kumbuka tunaunganisha caustic solution pamoja na mafuta ya mise, na tutaendelea kukoroga. Na ukorogaji mzuri, basi ukitaka kupata matokeo ambayo yanaridhisha, ni vizuri sana ukoroge kuelekea upande mmoja kama umeanza kulia kwenda kushoto basi wewe kulia kwenda kushoto mwanzo mpaka mwisho. Karibu sana kwa madarasa, utatutext WhatsApp ili kujifunza zaidi na kupata taratibu pia, wa kuweza kupata nakala yako ya kitabu. Kitabu kiko katika mifumo miwili, kuna soft copy lakini pia kuna hard copy. Kwa hiyo karibu sana kwenye ujasiriamali, hata wewe ambaye unatamani kujifunza inawezekana kwako kujifunza na kuweza kutengeneza bidhaa yako nzuri kabisa ya sabuni ya magadi na ukapeleka sokoni. Baada ya kukoroga mkorogo ah, hatua iliyofikia mkorogo kiiva vizuri, unaugawanya katika makundi makubwa mawili. Kwa hiyo mkorogo mkubwa unabaki pale pale kwenye kontena la kukorogea, lakini pia mkorogo mwingine kidogo au kiasi unautoa katika ndoo pembeni au chombo ambacho itakuwa ni rahisi kwako Asa katika hu mkorogo mdogo tunafanyaje? Katika u mkorogo mdogo tuna adi rangi na rangi ambayo tunaitumia ni rangi ya blu. Kumbuka rangi hii hapa inakuwa ni maalum kwa ajili ya sabuni ya mche. Uh, vile vile, tumia bluu ambayo inaweza ikakolea na kuleta matokeo mazuri na nafikiri watu wengi ni mashahidi, ukiangalia sabuni ya magadi huwa ina nakshi ya bluu na nyeupe. Sasa nyeupe kuwa ni huu mkorogo ambao una uhalisia wake huu kwenye tenki kubwa, na ile bluu ambayo unaiona kama mawimbi kwenye miche aa, ya sabuni ya magadi, basi inakuwa ni rangi ambayo tumeadi katika upande wa pili. Kwa hiyo ndivyo inavyotengenezwa sabuni ya magadi. Kwa hiyo tunaanza kwenye kumimina, tunaanza kumimina huu mkorogo mkubwa kama unavyoweza kuona katika video hii hapa ya leo. Tunaanza kwenye huu mkorogo mkubwa. Yes, tunachukua mkorogo mkubwa tunautanguliza kwenye moldi na umetoka vizuri kabisa mlaini, na katika video itakayofuata pia nitaonyesha namna ya kukata. Kwa hiyo hapa tutauweka mkorogo wetu utakaa takribani masaa ishirini na nne kwa sababu ni mkorogo mwingi, utakaa masaa ishirini na nne. Baada ya masaa ishirini na nne tutautoa na tutaanza zoezi la ukataji tukikwisha kumimina huu mkorogo ambao uko pleni, hauna kala, tunaenda kushukua ule mkorogo mwingine ambao, uh, tayari una rangi ya bluu. Tunaumimina umuumu uh, umu ndani, lakini pia tunaumimina kwa kuchezesha mawimbi. Na hapa ndio tanielewa kwamba sabuni huu inakuwa ina nakshi za bluu pamoja na nakshi nyeupe yes. Tunaweka namna hiyo vizuri kabisa unaweza ukachukua huu mti tena ukachora mawimbi mawimbi ya zigizaga, au mm au ww. Kufunze pamoja ujasiria mali.